Lakini niungane na waheshimiwa wabunge wenzangu kumpongeza sana Daktari Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa rais wetu, kwa, kwa ushindi mkubwa ambao ameupata katika uchaguzi wa mwaka huu. Tunampongeza sana. Lakini Mheshimiwa Spika, nikupongeze na wewe pia kukalia kiti hicho, tunakupongeza sana na tuna imani kubwa sana na wewe, utatuongoza ili kufanikisha ndoto na maono ambayo tunayataraji. Mheshimiwa Mheshimiwa Spika, ninaomba kwanza kabisa kabla sijaendelea nitamke ninaunga mkono hoja ya uteuzi wa Dkt. Mwigulu Chemba kuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninaomba niseme sifa zilizosemwa na Mwanasheria Mkuu wa Serikali ni stahiki na ni sahihi kwa Dkt. Mwiguru Mchemba kupata madaraka hayo na kuweza kusimamia nafasi hiyo kubwa ya uratibu ndani ya serikali ili tuweze kufanikiwa kuyafikia malengo na tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Spika, pamoja na sifa hizo nyingine ambazo zimesemwa na Mwanasheria Mkuu, ninaomba niongeze sifa chache. Ya kwanza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 Maono hayo yanahitaji waziri mkuu kama Mwigulu Mchemba ili yaweze kutekelezeka. Ninawahakikishia waheshimiwa wabunge